Kwanza niwakaribishe tena baada ya safari yangu ya Tanga kwenye kampeni yangu ya Halab mkubwa, na nilisema nikitoka Tanga nitakwenda kusini, lakini kwa, ma, kwa maelekezo na umuhimu wa jiji la Dar es Salaam hapa Ubungo tukasema lazima tuje Ubungo kabla tujaenda kusini. Halab mkubwa nilisema ni kampeni ambayo tunaangalia result, tunaangazia, tunaangazia matokeo chanya kwa kila lililofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo tunaiangazia Ubungo na Ubungo tunajua namna ukuaji wake, mabadiliko waliokuwepo hapa Ubungo ya miaka ya nyuma na ya leo tofauti. Tunaona upanuzi wa barabara, tunaona uwekezaji wa kituo cha biashara, tunaona kuna mashule Ubungo, lakini kubwa kuliko yote, mradi mkubwa wa maji ambao ulikuwa kilio kikubwa cha Ubungo. Leo tutakwenda kuvitembelea vyote, na nikasema nisiwe peke yangu mwenye dhamana ya mji wa Ubungo, mheshimiwa DC. Asubuhi nilikuwa na wewe katika harakati za kuchangia eh, shule, vitabu kwa wanafunzi na saa hizi niko naye hapa. Kwanza nampongeza, namwambia una nguvu, sababu tumetembea kilomita zaidi ya saba na saa hizi niko nikonaye hapa with supersonic speed. Na, nirudi tena kwenye ajenda yetu kubwa ara mkubwa, ajenda yetu kubwa tuna focus result ya uwekezaji au maendeleo yaliyofanywa na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan tukiwa na wasaidizi wake au wawakilishi wake wa chini kabisa, sisi tunadili na DC ambaye ndio msimamizi na anajua namna gani jamii inahitaji namna gani jamii inapitia changamoto. Mheshimiwa, na taadhima, naomba fulana, nimsimike nimsimike, ishara ya fulana na kusimika kama, hii ni tunu ya kampeni ya Bimkubwa, Bimkubwa hala, Bimkubwa. Hii ni ishara kuwa tunaangazia sisi results. Hii ni ya kwako ambapo mbali yaiyovaa hii ni yakwako kabisa kuonyesha kuwa kampeni hii sasa, tunakwenda kutembelea miradi ya Ubungo na kuangalia namna gani Ubungo imepiga hatua. Sisi tutapita kila mradi na kila sehemu ambayo jamii imepata matokeo chanya katika wilaya yako, tutawaambia ili watanzania wajue serikali ya awamu ya sita chini ya daktari Samia Suluhu Hassan wamefanya nini. Karibu sana uh, DC mheshimiwa, nasimamia hapa Jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Uh, uh, tunamshukuru Mungu jamani kwa zawadi ya uhai. Uh, karibuni sana sana sana wilaya ya Ubungo mkoa wa Dar es Salaam. Uh, mkoa wa Dar es Salaam sasa hivi tunafanya biashara masaa ishirini na nne kwa hiyo, mchana mchana usiku mchana, sindio? Jamani, usaidieni kuwahamaisha watu, waambieni watanzania wote wa ndani na nje ya Tanzania, kwa sababu unajua Dar es Salaam ni kitovu cha uchumi Afrika Mashariki na kusini, watu wafike Dar es Salaam, wasijali muda, tuko tayari kuwahudumia kwa saa ishirini na nne. Sasa nimpongeze sana huwa mimi namuita DC mwenzangu, DC wa Insta. <tutu> <tutu> Eh, kwa kuwa mbunifu kwanza na kutumia kipaji chake vizuri eh, anatumia kipaji chake vizuri na elimu yake kuwahabarisha watu habari njema Serikali ya awamu ya sita chini ya Dr Samia Suluh Hassan imefanya mambo mengi sana na mambo haya, moja ya kazi tulionayo pia ni kuwafanya watu wayafahamu. Wako watu ambao sio wakazi wa Dar es Salaam, wanataka wajue jiji la biashara Dar es Salaam kuna nini, lakini watu walioko Dar es Salaam wajue manufaa ambayo wanayaona, unafuu wanaoupata ni uwekezaji wa kiasi gani. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo, wilaya ya Ubungo kipekee tuna bahati kubwa sana. Kwanza, wilaya ya Ubungo ni mpya. Sisi tunafahamu wilaya hii imeanza rasmi mwishoni mwa awamu ya nne wakati ya awamu ya tano ya Dr. Magufuli inaanza ku ni wilaya ambayo hata miaka kumi kamili nafikiri bado haijatimiza, lakini mambo yaliyoko huku unaweza kufikiri Ubungo ipo miaka 20 30 iliyopita. Jamani hapa tulipo si mnapafahamu? Mimi nikiwaona nyinyi ninyi ni, ni vijana wa katikati, si ndio? Mnajua palikuaje hapa, so, hapa. Angalia ni mambo haya. Ngani lakini barabara hii hapa tulipo inayokwenda mpaka Kimara inakwenda mpaka Kibaha, zaidi ya shilingi bilioni mia mbili ziliwekwa hapa. Mkizungumza na wasafirishaji na watumiaji wa barabara hii watawaambia miaka mitano sita iliyopita kutoka nyumbani kwenda kazini, maroli ya bandarini yanayopeleka bidhaa za wenzetu nchi jirani, mabasi, bodaboda walikuwa wanapata adha kiasi gani? Leo tuna barabara nane hapa, unateleza tu, yote ni mafani <coughs> kio ya serikali ya awamu ya sita. Tuna kituo kikubwa hiki ambacho tutaingia hapa ndani cha biashara na usafirishaji cha Afrika Mashariki, shilingi bilioni mia tatu na tatu ziko mapinduzi makubwa sana ya biashara yanakwenda kufanyika. Ajira za moja kwa moja, wafanyabiashara kufungua na kuweza kukuza mitaji yao, upatikanaji wa bidhaa kirahisi unakwenda kuongezeka. Huku mtakuja mtaona miradi ya maji, mtaona miradi ya mashule. Huku Ubungo kuna shule maalum ya wasichana, Dar es Salaam Girls. Zaidi ya shilingi bilioni tano Mama Samia ameweka pale, haikuwepo hiyo. Kwa maana wasichana wote sasa hivi yako mabweni mazuri, wanakaa hapo hapo, kompyuta nini, ili kuwakinga na matendo mabaya huko barabarani. Vijana waovu huko hapo wananyemelea mabinti zetu, kwa lazima tuone mbinu nyingi za kuwalinda, ili ndoto zao ziweze kutimia. Kuna miradi ya barabara ndogo ndogo zinazoingia ndani chini ya Tarura, barabara za mijini na, na, na vijijini. Lakini hapa hakuna vijiji, kuna mitaa, mtazikuta huko ndani nyingi. Sawa, jamani Karibuni sana. Kuna miradi ya afya, tunaomba muone haya mambo na mtakutana na watumiaji sasa, ambao watashuhudia kabla ya miradi hiyo kuwepo, mazingira yalikuwaje, na baada ya miradi hiyo kuwepo, sasa hivi maisha yakoje. Lakini nyinyi ni wakazi wa jijini la Dar es Salaam, mnatembea kutoka wilaya moja kwenda nyingine, nyinyi hamna mipaka. Nyinyi ni washahidi makubwa juu ya mambo yalivyo sasa, na watu wanasema the future is bright. Yani, ya sasa yako vizuri, na huko tunakokwenda hali ni nzuri zaidi, kwa maana sisi pamoja na wenzetu hawa wanaotuunga mkono tunasema Dkt. Samia Suluhu Hassan mitano tena. So, tunaona yanayoendelea sasa hivi, baada ya miaka mitano tutakuwa kwenye dunia nyingine kabisa, na ambayo watu tunapenda kila mmoja awe sehemu ya hiyo dunia. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, tumpe nafasi ya miaka mitano mingine, ili haya tunayoona sasa hivi tuone mara mbili, mara tatu, mara nne na kwa sababu mpo jamani, tuombe zawadi ya uhai, tuendelee kuwepo, tutaendelea kushuhudia mengi, na tutaendelea kuwahabarisha watanzania wetu walio mengi. Narudia kusema mwisho, karibuni Dar es Salaam, kiwango cha chini kuanzia milioni moja kwa saizi hii, kwa saizi hii kama inavyoonekana. Okay jamani, na mheshimiwa DC, Mheshimiwa DC Mumba hapa. Osika. Mwanzo ulikuwa nasema kuhusu matokeo chanya Results ya kile kitu ambacho kimefanywa, naweza nikasema wilaya ya Ubungo tumeanza na baraka. Tumemsikia wasimamizi wa ile jengo unaitwa nani, Madam Linda, Linda. Anatuambia wafanyabiashara ambao ni wakazi e, au Watanzania watakao watakao haya hapa space kwa ajili ya biashara advantage wanayopata ni connection ya moja kwa moja na supplier kutoka chini China. China. Mimi nimeenda China Mheshimiwa DC. Hakuna ugumu mkubwa unaopatikana kama kumpata supplier wa bidhaa unayotaka. Eh, ambayo ni wa ukweli, watu wamekuwa kipigwa sana, manake kama jengo hili linatoa opportunity hiyo, manake inakufikisha kwa supplier OG mwenyewe, si ndio? Na kwa maamuzi yako unaweza ukasafiri au usisafiri. Kwa hiyo unaweza ukabaki hapo ukamwambia, bwana nataka moja mbili tatu nne tano na vikafika au kaenda mwenyewe kujionea. Jamani, naudia tena, halabi mkubwa, tunasema haya ndio matokeo chanya ambayo sisi tunayaangazia kwa vitendo, tunayaangazia kwa vitendo. Ebu imagine mjini kama hapa frame milioni, kuna mtanzania anashindo, kuna mtanzania anashindo wa frame milioni. Kwa mwenye kwa mfanya biashara, tunajua namna gani biashara frame zimekuwa ghali, na hapa ni masaa ishirini na nne kama vile mkuu wa mkoa alikuja na kauli mbiu, usiku kama mchana, mchana, mchana. Kwa hiyo hii hili ni tokeo moja kubwa sana la, la Ubungo. Kwa pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwanza kutengenezea mahusiano mazuri baina yetu sisi na China, lakini tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kufungua mianya ya uwekezaji. Uwekezaji wa ndani na uwekezaji wa nje unaleta tija. Lakini ni wapongeze wasimamizi Mheshimiwa DC, Das na timu yako nzima namna gani mlivyokuwa mnasimamia yale maono ya Mheshimiwa Rais. Leo tupo kone hapa. Mimi juzi nilikuwa naongea na Sandale Kariakoo ananiambia soon

utofauti wa Ubungo, picha tofauti ya Ubungo uliozoea uwekezaji kama huu. Kwa sisi ambao tunasafiri tunaionaga China, Uturuki, Marekani, ndo wanakuwa na Dubai ndo wana majengo kama haya. Ndoto ilikuwa ya Mwalimu Nyerere kupata majengo kama haya. zamani zamani, uongo zambi ulikuwa na jengo kama hivi, mtu frame ilikuwa sehemu kama hivi, unaweza kuambia mhudumu mchumi. Lakini mama kafungua nchi, vitu vimefunguliwa. Sasa hivi watanzania tutakuwa tunaendemka hapa. Haya ni matokeo chanya ndugu zanguni.